Katua kimo cha chini enza Nyerere, enza Mwalimu, eh? Kipindi cha utawala wa rais Julius Nyerere na rais Ali Hassan Mwinyi, pensheni kwa wastaafu wa wakati huo zimekuwa ni ndogo. Sawa, so mwaka 87, 87 ni awamu ya kwanza ya hayati mzee uh, Ali Hassan Mwinyi. Sawa, mm -hmm alipeleka bungeni azimio la kupandisha mshahara wa rais. Wakati huo ulikuwa ukiletwa bungeni kwa ajili ya kujadiliwa. Sasa jamaa anasema hivi kwamba mshahara wa rais ulikuwa kati ya 30 hadi 50 hey, lakini si zamani huko wengine wa chini walikuwa wakilipa elfu ishirini yani haikuwa, haikuwa mbali sana ah. ule ule wiano ule, ule, utofauti. yes. na hata Marekani zamani ilikuwa maximum ni 100 times. 100 times mtu wajuu anakuwa pata maximum 100 times kuliko mtu wa kimo cha chini. Siku hizi ni maelfu tofauti. Yani ile sasa hivi tofauti ni kubwa mno, na hata kama kampuni ikipata hasara yani, nakwambia uje mtu mtu yuko top anapata hela za ajabu. Ndio hiyo nalalamika hata Marekani. Kwa hiyo sioni kama hadi yee, sana. ni nchi ya hadhi sana